Leo tutakuwa na Mwalimu Christina Wambura kuweza kujifunza kuhusu mahusiano na ndoa takatifu. Ningependa kuwasalimia kwanza, tumsifu Yesu Kristo. Habari za uko majumbani na kazini. Mada ya leo ambayo tungeweza kujifunza au imependeza Mungu tujifunze siku ya leo ni namna ya kuanza mahusiano bora hadi ndoa takatifu. Somo hili na mshukuru wa mtakatifu aliyenipa kwa ajili ya kufundisha siku ya leo kwa ajili ya kujenga maarifa bora kwa vijana na wanandoa ambao hawakuwa wamepata maarifa haya hapo awali. Hivyo tungependa kufahamu kwamba mwanzilishi wa ndoa takatifu ni Mungu. Hivyo, kabla ya kuanza mahusiano au ndoa, inatupasa kijana wa kike au wa kiume kuanza na Mungu katika safari ya mahusiano. Kwa hiyo tumeona kuna makosa mengi yanafanyika kwenye jamii. Watu wanaanza kwa akili zao au wanaanza kimila au wanaanza kiserikali, jambo hilo linakosa lina, lina, lina misingi ya kimungu katika hayo mahusiano. Kwa hiyo tutaenda kufafanua kupitia maandiko matakatifu. Andiko la kwanza ambalo tutaenda kusimamia ni Mithali sura ya thelathini moja aya ya kumi hadi ya thelathini na kifungo kingine ambacho tunataka kusimamia ni Tito sura ya pili aya ya kwanza hadi ya kumi na tano. Sasa tutambue pia, kabla sijaingia kwenye kusoma maandiko haya matakatifu, kwanza tutambue mke mwema, mke sahihi na mke bora anatoka kwa Mungu. Kadhalika mume mwema, mme sahihi anatoka kwa Mungu hivyo Tukisoma maandiko matakatifu hii Mithali sura ya thelathini na moja ya kwanza hadi ya 30 utaweza kupata sifa za mke mwema ametoka kwa Mungu. Kwa hiyo kama kijana wa kiume unataka kuoa cha kwanza unatakiwa uanze kujua ili andiko takatifu na kulisoma na kulichambua kabla hujaanza kuchagua mke wa maisha yako. Kwa hiyo nitaenda kusoma mistari michache nitasoma aya ya ishirini na tisa mpaka 30. Neno la Mungu linasema, binti za watu wengi wamefanya mema, lakini wewe umewapita wote. Upendeleo danganya na uzuri ni ubatili, bali mwanamke amchaye Bwana ndiye atakayesifiwa. Kwa hiyo tunaona katika hii mistari miwili, tunaona kwamba mwanamke anayemcha Mungu ndiye atakayesifiwa uzuri ni ubatiri. Kwa hiyo tunapoenda kufanya machaguo ya mke kabla ya kuingia kwenye mahusiano lazima ujue kwamba huyu mwanamke anamcha Mungu kabla hujamchagua kuwa mchumba wako au kuwa mke wako wa ndoa takatifu. Kwa hiyo ukipitia ile andiko la Mithali sura thelathini na moja kuanzia ya kumi mpaka ya 30, kuna sifa nyingi za mke mwema ambazo zinapatikana katika andiko hili. Pia tumejifunza kwamba mme mwema au mume sahihi anapatikana kwa Mungu au anatoka kwa Mungu. Tutaenda kumtazama huyu mume mwema Andiko la Tito sura ya pili aya sita mpaka ya nane, neno la Mungu linasema vivyo hivyo na vijana waume waonye kuwa na kiasi katika mambo yote, ukijionyesha wewe mwenyewe kuwa kielelezo cha matendo mema na katika mafundisho yako ukionyesha usahihi na ustahivu na maneno yenye uzima yasiyoweza kuhukumiwa makosa, ili yule mwenye kupinga atayarike kwa kuwa hana neno baya la kunena juu yetu. Kwa hiyo tunaona mume ambaye anatoka kwa Mungu au uh, kijana anatokia uh, kwa Mungu katika yote katika kujionyesha katika matendo mema kwa ili uweze kujulikana, ni mume mwema unatakiwa kujionyesha katika matendo mema, na jamii ikikutazama, au huyo mwanamke ambaye Mungu amekupangia huju moe akikutazama, aone matendo mema ndani yako. Kwa hiyo tunaendelea kwamba kabla hujaenda kutafuta mtu sahihi. Na ningependa kushauri vijana tukae kwanza magotini kwa Mungu kumomba Mungu, kwamba Mungu, wakati wangu umefika wa kumpata mwenza wangu. Kwa hiyo inatakiwa ujikite zaidi katika kuomba, katika kusali na kumtanguliza Mungu, kabla hujiongozwa na hisia zako na matamanio yako ya mwili. Hivyo kama vijana wa Kristo, wa, wa kike na wa kiume, imetupasa kuanza na Mungu. Kwa hiyo tunapoanza mahusiano na Mungu yanakuwa katika usalama, itatupelekea kumpata mtu aliye sahihi na kufikia hatima ya ndoa takatifu. Kwa hiyo ukianza bila Mungu upelekea kukosea kwenye mahusiano. Kwa hiyo ili uweze kufikia mahusiano bora ambayo atapelekea ndoa takatifu, inatubidi tujikite katika kuomba, kukaa mbele za Mungu na kumpata mtu aliye sahihi na pia hata baada ya kumpata mchumba inabidi hawa watu wawili waende kukaa magotini kwa Mungu kuomba kwamba katika kila hatua Mungu awatangulie. Kwa usianze kitu bila Mungu au usiendeleze kitu bila Mungu o. kwa chochote ulichokipata kwa njia ya maombi unatakiwa ukilinde kwa njia njia ya ya maombi na unatakiwa ukimalizie kwa njia ya maombi. Kwa wakati wa mahusiano hazina kubwa ambayo anatakiwa kufanyika maandalizi makubwa ni maombi na kutafuta maarifa juu ya eneo la mahusiano na ndoa takatifu. Pia wakati wa maandalizi ya ndoa yanapoanza na zile sherehe za send off, ningependa kuwafundisha kitu kikubwa cha kujikita nacho ni kufanya maombi ya kina kuhusu zile sherehe mandalizi kamati malango ya fedha, uh, na vyombo vya usafiri ili kukataa magomvi, mafarakano ambayo yanatokea. Tunaona ndoa nyingi sasa hivi zinafungwa, kuna jeli zinatokea, kuna magomvi yanatokea, kuna zinatokea, magomvi yanatokea, kuna mambo hayaendi sawa. Kuna vifo vya ghafla vinatokea, anaweza kafariki mzazi, anaweza kafariki ndugu ndani ya familia. Hivyo vyote vinakuwa ni vita ya kuzuia mustakabali wa ndoa. O, ili kushinda haya yote inabidi watu waanze msingi imara wa maombi na Mungu. Pia maombi haya hayaishi tu wakati wa mahusiano au wakati wa maandalizi ya ndoa. Haya maombi ni ulinzi, yanatakiwa yaendelee hata kipindi cha ndoa takatifu. Kwa mlinzi wa, wa ndoa ni Mungu, na Mungu unawasiliana naye kwa njia ya maombi. Kwa Mungu asipoulinda mji, walinda wafanyakazi bure. Kwa Mungu asipoilinda ndoa yako unapoilinda wewe peke yako kwa akili yako unafanya kazi bure. Maana adui ataingia na ataleta waribifu katika ndoa. Kwa hiyo napenda kuwasa wanandoa ambao wanajiandaa kuingia kwenye ndoa au wachumba, wasijikite sana kufanya mandalizi ya kimwili, mandalizi labda kuvaa shera za gharama sana vaa mm, suti mbili kwenye harusi au kwenda photo shoot yenye gharama, wakati ukijitazama ujafanya maandalizi yote ya kiroho. Kwa hiyo ili uweze kuwa mshindi, fanya maandalizi ya kimwili na ya kiroho. Napenda kuwashukuru sana kwa kunisikiliza kwa somo hili ambalo nimelitoa. Napenda kumshukuru Mungu aliyekupa nafasi uweza kusikiliza kipindi hichi. Najua kuna kitu umejifunza kikubwa. Usisahau kusubscribe kushare kucomment na kulike channel yetu ya Malisho Media kwa elimu.